Agano na Mungu, jambo la kwanza, mtu akizungumuza kitu chochote juu yako hiyo ndio Mungu anafanyia nini? yes. Amen Amen, Amen. Amen. Amen. Hiyo ndio Mungu anafanya nini? Anakufanyia, yeah. So ukiona mtu anakuja kukuongelesha ati hata hii ndoa hautaka na wewe, kwani unaona ukai, it is it is me that wewe, hakuna we, maagano uko nayo na Mungu Ati na nani, na akuraniye mm. na maagano ya Mungu. Yes. Sikiliza nikuambie. Sikiliza mama, baba, mzee, mtumishi wa Mungu, Mungu na yeye atasema vile ambavyo alisema kwa. Praise the Lord. So you want to stay in the kingdom of God when you understand who are you Kitu niko nayo na Mungu amekona. Watu hawata kuchanganya wakikwambia ati hao watu ni wa majini, hao watu ni wachawi, mwaambie na hata mimi ndio mmoja wa kuombea watu wakipona kwa kwa hiyo kitu. Amen. Kuna mtu ananielewa kweli? Kwa sababu umejipanga kwa ajili ya mapatano ya nafsi yako na Mungu ambaye ni mwaminifu. Amen. Sasa ndio nowadays watu tunatoa toa tu tunawa watumishi wa Mungu. Eti mtumishi wa Mungu akiombea watu mapepo itoke, mtu anatokea from nowhere, huyo mtu ni mchawi, huyo mtu ni mganga, huyo ni kwa sababu wewe hakuna kitu unachangia. Sasa akisema wewe ni huyo mtu ni mchawi, umefunga milango mirangopana kiniambia huyo mtu ni mchawi. Na namwambia yeye ndio mimi, mimi ndio yeye. Sasa kama yeye ni mchawi mcha watuvai kuchanganywa tu, tunachanganywa tu, tunaua vitu vyetu generation, tunataka tu vitu ya sarakasi kukurukakana. No, lazima tufike wakati ambao na sisi tunaweza tumika kama Paulo aliyopita na watu wanapona mm -hmm, alivyosema na watu wanafunguliwa alivyoomba, na milango ya gereza inafunguka. Yuse amkoa alishikwa hapa Mombasa watu wakasema aombe milango ya gereza ifunguke, itoke yeye. Sio wa kuomba milango ya gereza ifunguke, yeye alikuwa angetoka smart tu hivi, yeah. Maana kila mtu Mungu amemwandalia njia yeah, ambayo atatoka katika kifungo chake yeah. Amen, yeah. yeah. kama saa hii unapitia changamoto ya ndoa kuna kama mimi no mm. Wewe i wewe isi ukijua mimi ni unique, yoyote ambaye anasema kitu kwangu ndio chenye Mungu atasema kwangu, kwa sababu yule ninaye uhusiano ni Mungu. chance people. Nataka kupeana watu nafasi ya kufanya mambo. Kila na bana, I know you are passing in a hard situation. Yes. Ndio unapitia hard situation. Mimi sijapanga kukuita kufanya hivi. Maana yule alikuwa ubiri hapa kijana mwingine wa kanisa ya Bo. Anaitwa Lumu. Yalikuwa ubiri hapa. Watu wakati nikukaa Ubili, hapa. The the God gives the revelation to teach you the way, teach you. Ndiyo. So ujumbe wa Mungu ukikuja kwa wale ambao wanatii, kwa wale mm, ambao wana doubt haifai. So elewa ya kwamba nataka nikupe focus